Hii kali ya wenyewe, nani nani alikutuma? Kwa kali ya wenyewe uende upasue vio, nani alikutuma?

Hebu uliza maswali. Kuna maswali mengi. Tunasema wao kwanza ndio wakarungu hivi brother. Unaniacha na shauri lingine. Asante, asante, asante.